Katika vyuo vikuu na ada kulipa hawezi, lakini serikali imetoa mikopo, lakini mikopo iliyotolewa na serikali unaporejesha rejesha na riba, na hana namna nyingine ya kupata hiyo ada, je, afanye nini? Kama itakuwa haifai, na kama inafaa ndo ashajibiwa, inatosha, anaondoka zake. Lakini kama haifai afanyeje? Na yeye anataka kusoma. Swali lenye uelewa haunaitikia <laughs> Mabwana, kwenye swala la riba linagogoro kubwa sana kwa ulama muasiri wanavyoona. Sasa asili ya riba ni haramu na ni katika dhambi ambazo zimetajwa si maishani duniani. Mwenye kufanya miamala ya riba maisha yake yapoje, na ikifika siku ya kutoka katika kaburi lake atatokatokaje? Ni moja katika dhambi ambazo ndani yake si dhambi tu, kuna laana riba. alladhina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatafaqatu shaitanu dhalika annahum qalu innama al-bay'u mithlu al-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba inna alladhina ya'kuluna al-riba, kuna hakika wale ambao wanaofanya miamala ya riba, miamala yote ya riba, sio wanaokula tu, wanaojishughulisha na miamala ya riba Hey, la Wanazema, lakini la kumuna, ay la yaqumuna wanasema, hapo kuna ishtiraku maana hawawezi wakasimama sawa sawa katika biashara walaizawote lazima watayumba. Lakini pili, la yaqumuna ay min quburihim yawm alqiyama, hawawezi wakasimama sawa sawa siku ya kufufuka kutoka makaburini mwao, illa kama yaqumu alladhi yatakhabathu shaytanu min alnas isipokuwa okay, watakuwa kama yule ambaye kapatwa na mguso uchizi wa shetani. Yani Mungu lugha aliyoitumia kwamba mwenye mashetani ana uchizi ukiaina fulani. Sasa mlariba naye uchizi ule ataupata. Usini tafsiri vibaya, mi nafasiri Qurani, yatakhabatuhu shaitanu min almasi

Mwenyezi Mungu <laughs> <laughs> kasema, mtu huyu nitakuwa amepatwa na muso mchezeo wa sheitani wa kiwazimu n, yani kuna uwazimu wa kishetani ndiyo kapatwa, atakuwa na mtu ambaye anependa kufanya miamara ya nini ya riba. Sasa iiba maelezo ni mapana sana, na muda hautoshi. Wengine wanapenda mbali wasfi wajisi wanasema, kama kanuni inavyosema addaruratu tukaddaru bikadriha, hakuna jinsi ukabiliwa kuondoshwa kwa saizi yake, kama hapo hakuna jinsi, hilo itabidi lifanye. Na waliozingatia waliopita hayo wakiwemo Daktari Yusuf Lkardawi El Masri, allahuma fillah warhamu, akaeleza vitu vingi sana, moja ikiwa ni ushindani wa maendeleo katika dunia lakini pia vita dhidi ya maadui wa Uislamu. Akazungumzia njia zote Dokturu Yusuf Qaradhawi kwamba hata kama itakuwa ile riba wewe sio nani, yaani ndio umeweka pesa benki ina, ina kifungu cha riba. Dokturu ikasema ile pesa ichukue, naeleweka ile pesa, lakini usiitumie wewe haitoe katika maslahi ya wengi ya jamii, na unapotoa usizingatie sadaka, wewe toa tu, usinuie sadaka. Kwa mfano ujenzi wa visima, zahanati, barabara, yale mambo ya kijamii, kwa sababu tukiziacha pesa zile ni sehemu katika pesa zinazowadhuru Waislamu. Yani msiko zichukua, nini? wanapewa wenzenu, watu wa kanisa kwa hiyo pesa zile zile ndizo zinazowapiga mudaushi wenu wa kususa, kwa sababu ile sishatoka sio ya benki tena. Kwa wale wanazikusanya tu wazitaki, si sunampelekea baba, baba, kwa jina la Bwana tuokoe. Wanazitumia kwenye maendeleo, unakuta wana mavyuo wana makanisa makubwa, sisi tuna misikiti miuchu mijichu kama hii kwa hiyo haimuhusiwi kwenda kujenga madrasa ama msikiti. Daktari anasema pesa za riba tuzipeleke katika maswali kwa maslahi ya jamii. Lakini kama ni kuchukua na kuna ulazima, kwa mfano baba yako anaumwa, hakuna njia nyingine, inahitajika operesheni laki nane na huna mahala pengine pa kupata hela ji, sehemu iliyokuepo umemaliza, ukachukue. Kwa nini? kwa riba ili uokoe hapa, inahesabika dharura, wahiya dharura tumutabara ko, utachukua kwa kiasi cha matibabu tu, na wanasema kwa sura hii utakuwa masumu. Mbona nguruwe alikuwa haramu kuliwa, kwa dharura akahusika kwa ajili ya kuokoa uhai, si ndio hivi eh? Kumbe kwa ajili ya kuokoa uhai tunaweza tukarutaki maasia ala kadri alhaja. Kwa hiyo huyu kama itakuwa na, tunahitaji wasomi Waislamu, tunasema tunahitaji tupate mainjinia, sio tupate mashetu kwenye mashehe tushawini, tunao mashehe tunahitaji mainjinia, tunahitaji madaktari, tunahitaji tunahitaji waislamu wawepo. Wao narudi nyumbani, unaogopa riba, unaenda kucheza mdango. Kwa dharura hii, kama narudia, kama imeshindikana na hakuna njia nyingine, tutaizingatia kuwa hiyo ni dharura, na kanuni katika sheria, adharuratu tukadaru biqadriha